katika uwanja wa Azam Complex uliopo Chamazi, jijini Dar es Salaam, ni mtanange ambao umeikutanisha klabu ya soka ya Yanga Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Azam, mchezo ambao ulikuwa ni wa kuvutia sana kwa upande wa klabu ya soka Yanga Sports Club. Fahamu mchezo huu umeweza kumalizika kwa klabu ya soka ya Yanga kuweza kufanikiwa kuibuka na no ushindi mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Azam. Kabla ya kuendelea mbali kama ni mshabiki wa Yanga Sports Club, umeweza kufurahishwa na matokeo ambayo Young Africans wameweza kuyapata dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Azam. Like video yetu alafu, tuende kwenye comment section, katuambie wewe, je, ni mchezaji gani wa Yanga ambaye ameweza kukuvutia hii leo? Fahamu, katika kipindi cha kwanza klabu ya soka Yanga Sports Club walianza na moto mkali, tunashuhudia katika dakika kumi na mbili Pacome Zouzoua akipokea pasi safi iliyopigwa na mwana mfalme Prince, Mfumelelo Dube akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Yanga bao la kwanza Pakom zuzua, na Pakom akaendelea kulisakama lango la klabu ya soka eh, ya Azam. Na tunashuhudia katika dakika thelathini na nne kupitia kwa mwana wa mfalme Prince Mfumelelo Dube aliweza kupokea pasi safi kutoka kwa Mudathiri ya ya Abbas na kuweza kuiandikia klabu ya soka ya Yanga bao la pili lakini tunashuhudia mpaka half time. Young Africans walikuwa wakifua mbele kwa mabao mawili kwa sifuri. Katika kipindi cha pili, Azam wakaja na moto mkali. Tunashuhudia katika dakika 81 kutokana na faulo safi iliyopigwa na Feisal Salum ama feitoto basi, Lusajo Mwaikenda akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Azam bao la kufutia machozi, na tunashuhudia mara baada ya mchezo kumalizika, tunaona msimamo wa ligi kuu ya NBC Young Africans ndio vinara wakiwa wamecheza michezo 25 wameshinda michezo 22 sare mchezo mmoja na kupoteza michezo miwili. Young Africans wamefunga mabao 64 na kuruhusu mabao 10 goal difference ni mabao 54 wakiwa na pointi 67 kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya NBC, lakini Simba wapo nafasi na um, na ya pili wakiwa wamecheza michezo 22 wameshinda michezo 18 sare michezo mitatu na na na kupoteza mchezo mmoja. Simba wamefunga mabao 52 na kuruhusu mabao 8 wakiwa na faida mabao 44 na pointi 57 lakini Nashuhudia eh, Yanga Africa wao wamecheza michezo mingi kuliko klabu ya soka ya Simba wakicheza michezo mitatu zaidi, yanamechea mechi ishirini na tano huku Simba wakicheza michezo ishirini na mbili Sasa mara baada ya mchezo wa, wa Yanga Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya Azam Football Club kumalizika na klabu ya soka ya Yanga Sports Club kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi na alama tatu, kupitia meneja habari na mawasiliano wa zamani wa klabu ya soka ya Simba na Yanga Sports Club nduguaji Sunday Manara ameweza kutoa neno kwa ushindi mzito ambao Yanga wameweza kuupata wakiwa ugenini dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Azam Football Club. Cha kwanza kupitia mitandao yake ya kijamii ameweza kuyaposti matokeo ambayo Yanga wameweza kuyapata, kisha akaandika hivi Ali Abdullahi, na kuweka viimoji vya kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu kama sio Mwenyezi Mungu, hili lisingeweza kutokea. Kaandika hivi asanteni sana wachezaji wetu na benchi la ufundi, mmetupa amani na kutuongezea furaha siku ya leo. Huyo ni Haji Sandei Manara akimaanisha kwamba ushindi ambao Yanga wameweza kupata, mginim, wameweza kuupata kwa upande mwingine wameweza kuongeza furaha ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Lakini kupitia kwa ndugu Ali Shabani Kamwe, naye pia kama meneja habari wa mawasiliano wa klabu ya soka eh, ya Yanga Sports Club, naye pia ameweza kutoa neno kwa ushindi huu ambao Yanga wameweza kuupata. Cha kwanza, ameweza kusema alhamdulillah, kama kawaida akimshukuru Mwenyezi Mungu kisha akaandika hivi. Tumekwenda kwenye mechi ngumu mno iliyobeba pointi tatu muhimu sana siku ya leo kwenye mbio zetu za ubingwa wa Ligi Kuu msimu huu. Tumeamini sana ubora wa kikosi chetu katika nyakati ngumu kama hizi, pia tunaamini sapoti kubwa inayotolewa inaoto na mashabiki wetu waliofika Azam Complex leo. Asante sana benchi la ufundi na wachezaji kwa kuweza kujituma katika mchezo mgumu dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Azam Football Club. Huyo ni meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba Alikamwe, aki meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Yanga Ali Kamwe akijaribu kudadavua na kuelezea jinsi ambavyo wameweza kupata ushindi katika mechi ngumu siku ya leo.